ya nilichofata ni, ni kazi tu, kwa sababu niki aniambia kwamba uwe ndo mtu pekee ambayo utaikomboa familia yangu kutoka kwenye maskini ko. Unahitaji kukomboa familia yako kwenye maskini, je, uko tayari? Ndio nipo tayari kufanya kazi yoyote. Ndio maana niko hapa, namhitaji mwanaume mcheshi but mwenye mapenzi, yuko na mapenzi na utu kwa sababu mimi ni mwasirika huh? so, ume, mwine mwine mwine mwine mwine wa virusi vya UKIMWI. So niko na mhitaji mwanaume mwenye moyo ule wa huruma. Mwenye umesema ukimwi, hapo niko na maambukizi ya virusi vya UKIMWI, ndonataka hmm. Niko na muhitaji mwanaume mwenye upendo, utu, awe na uruma. Afu nataka kusema nini? Nataka uwe mume wangu. Wazazi wangu, najua kwamba mimi ndo tumaini lenu. Kijana wenu nilikuwa mawindoni, kwa sasa nimerudi nyumbani. Sina furaha, ila furaha yangu ni nyinyi, wazazi wangu. Sijui nitafurahi vipi kuwaona, majeraha niliokuwa nayo moyoni na hii siku yatapona nikiwaona. Nipokeeni mwanenu. Hakika nimefika nyumbani kwetu. Grace ni matumaini yangu kwamba wazazi wangu watafurahia ujio wangu. <laughs> Mama, mama, mwanao hapa, familia yetu imekuwa na furaha mama. Nilikuambia ipo siku na mimi nitatoka, ipo siku nitasaidia familia yangu mama. Na jambo langu, jambo gani mwanao? au nataka kuoa, kuoa tena mama sasa mama, amkeni wa nini? Nakumbuka kwamba maisha yangu yani riziki yangu ni ndogo sana, alafu hapa nyumbani kupata chakula ni ngumu sana, alafu mtoto wote ndio nije kumweka hapa ndani mama. Sio jambo la kuoa, na jambo langu mimi, mamangu, ndio nimekuambia. Na jambo langu mama, unamfahamu niki? Niki kanipigia simu, kaniambia kwamba nimfuate South Africa na tante ameshanitumia nauli. Eh, si familia tumetoka hapo mama, si furaha familia, si familia imekuja ndio maana watu kila siku walikuwa familia ya kina Niki ndio imepanda na mimi ndio nimetoka mwanangu. Mama ndio maana nimekuja kwako nipe ruhusa na mimi niende South Africa kwa kina Niki. Mwanangu, kwa unajielewa wewe? Wewe una akili timamu kabisa? Na kuongea kama hilo. Umeshindwa kupata riziki hapa Dar es Salaam, nimekuwa na huru nimekwenda huko merudi. Alafu tena unataka uende huko mbali huko. Huko South Africa huko. Unafuata kifo mwanangu? Mama, naomba nisikilize mwanangu Mama, kushindwa mara moja sio kwamba nimefeli maisha. Mama, naomba na mimi niende, labda tuweza saidia familia yangu mamaangu. Mimi huko bwana hata siko radhi ya kwenda huko, na kama maswala kama hayo mimi usiniambie kabisa, siyatake hata kuyasikia. Mama, naomba <coughs> <coughs> uniruhusu mamaangu, angalia maisha magumu yalivyokuwa hapa. Mbona familia kenanikiwa na furaha mamaangu? familia ni kio familia kutegemewa hapa kijijini, sio familia yetu. mambo ni ruhusu. -hmm. Basi nenda na mambo yako bwana. Mimi mambo kama hayo -hmm. siyataki mambo ya kijiji kijinga hayo. Mimi siyapendi mambo kama hayo. mnyonge sana mwanangu. Baba, nanita, nakuita. Naona uko tofauti sana mwanangu. Nini kinaokua? Nipo sawa. Sijakuzoea hivyo, lakini hebu kuwa mwazi. Nipo sawa, si maisha ndo haya. Haya hivi baba, mtu akifeli mara moja ndo mfumo wa maisha kabisa unaharibika Sawa. nipo sawa, kawaida. unapofeli lazima ujitengeneze tena kwa mara ya pili, na mara nyingi wanaofeli wanaporudia mara ya pili, ndio huwa wanatengeneza kitu makini kabisa, kwa sababu anajiuliza wapi alipofeli. hivi baba kwa nini familia ya Kinaniki hapa kijijini? Ewe familia ambayo ya kutegemewa, kijiji kizima kinategemea tu familia ya Kinaniki. Chris, jipe moyo mwanangu. Mara nyingi waliokosea ndiye anajua nini anakifanya na kujiuliza wapi alikokosea. Vipi lakini ushagombana na mama? Mama, sijagombana naye ila tu nimemwambia kwamba nimepata ajira South Africa. Alafu kabisa mama kukubaliana na mimi mzee. South Africa ndio? Kwa South Africa mwanangu? Hata mimi siko tayari. Kwa hiyo kwa sababu kwa Madiba kunasifika ubaguzi, kunasifika mauaji. Leo mwanangu tegemezi, kipenzi cha moyo wangu, leo namtoa kafara, nampeleka kwa Madiba. Hata mimi siko tayari mwanangu. Baba, sio kwamba naenda akina Niki wako kule. Na Niki ndio tayari ameshakuwa mwenyeji wangu. Niki ndio tayari ameshanipigia simu kila kitu ameshanitumia. Baba, mbona wazee wangu, mbona riziki yangu, mbona mmeweka mikononi mwenu? Kwa nini msiniache lakini? Sawa baba, kama ni niki manabu. Manabu. Manabu. Manabu. Manabu. Eh? Kwa sababu nitaenda. Utakwenda mwanangu. Nami? Kwa sababu Niki tayari ameonyesha mafanikio hapa kijijini. Hata mimi nishakula matunda ya Niki. Sasa kuna siku baba yake Niki alinipa shilingi elfu hamsini, kunaambia Niki amekutumia na nikaongea naye kwenye simu. Niki ni kijana mzuri na ana mafanikio makubwa. Baba ongea na mama sasa, kwa sababu alikuwa nakataa mama, na tayari kama ni nauli ameshanitumia niki mwenyewe. Usiwe na wasiwasi, sasa mimi na mama ako tutajadili na nafasi utaipata. Asante. <laughs> Mimi napenda mwanangu ona furahi kama hivi, sitaki furaha yako ipotee hata siku moja. Sawa baba. Mke wangu mimi tu kama hivyo unavyoona, kuna vitu vingine havina pingamizi, mtoto tumwache ende akaombe Mungu, uweza ikawa ndio milango yake iko kule Ondoa shaka na hofu, sawa ume wangu. Tunaweza tukamuosu, lakini sasa umri wake ule umefika na kuoa sasa, akenda kule kweli atakumpa kuja kuoa? Mke wangu, swala la kuoa lipo halipingiki na halibadiliki, lakini ile kizamani kwetu sisi unaoa bado uko nyumbani, sawa, unasaidiwa na wazee, lakini kwa sasa Acha ajitafute akirudi, hata oo, pia vilevile vile, hata huko wanawake wapo, anaweza akatokea alompenda akaoa. Aya, kwa hiyo ni hivyo, Krisi Christopher ndio no. Baba, baba. Nekuita hapa ntakuonya tena, unakokwenda wazazi wako ndugu zako ni wale unaoishi nao. Maisha ya Afrika Kusini, wenyewe mnapaita kwa Madiba, sio mazuri sana ila ni mazuri. Yani baba, sijelewe. Ina maana mmeniruhusu yeah. Baba mmeniruhusu Mepo... asante sana wazee wangu asante sana nimeshukuru sana lakini, ukumbuke sitokaa ni kuonye tena. Unakoenda, wakubwa wako ndio wazazi wako, baba na mama, utamkuta huko huko, ndio na ndugu utamkuta huko huko, wema wako ndio ambao utakutendea mambo mazuri. Kwa moga huenda kicheko, kwa mbabe huenda kilio. Sasa kutokea kilio, wewe tutalia wengi, ni mtoto wangu wa pekee. Kumbuka hilo sio natoka hapa, naenda pale kwenye banda kuangalia video, taarifa ya habari, naona Chris ameuawa. Anele sisi, nakutakia heri. Nakutokea heri njema mwanangu, unaenda salama ni kupe hela hii yaani, ukatumia njiani kwenda kusaidia. hata umwemaji mwanangu, mwana hela mwana hii babangu, naenda salama, tunakutakia maisha mema. maisha mema maisha mema. Mbona nyumbani kwetu kuna watu wengi? Kuna sherehe ama wazazi wangu wamehama?

Mwenyekiti, nitoe shukrani kubwa sana kwa kijiji chako, lakini mimi siamini kama wazazi wangu walikuwa washirikina mwenyekiti. Mwenyekiti, siamini, siamini kabisa. Mimi ni kijana ambaye nimezaliwa hapa Chris, nimekulia hapa, sijawahi kuona kabisa watu wanawao wakikatili kama wazazi wangu. Ninavyo ajua wazazi wangu ni watu ambao wanamtumikia Mungu sana. Unajua, ni kweli umezungumza vingi sana na umeniuliza maswali mengi sana, lakini nikwambie tu kitu kimoja, majira yanabadilika, na vizazi vinaendelea kuzaliwa siku baada ya siku. Ni kweli hapa kijijini kwetu hayo matukio yalishatokea nyuma na mimi kama mwenyekiti nilipambana na nikakemea na nikajua kabisa yamekwisha. <coughs> hivi wazazi wangu walikuwa na ugomvi na mtu hapa kijijini? Christopher, <coughs> hapa katika kijiji chetu kuna mtoto ndo alikuwa anaumwa na huyo mtoto baada ya kuumwa alifariki kikatili sana, ikafikia wanakijiji ndo kuwashutumu wazazi wako kwamba wamemuua yule mtoto, na hawa wanakijiji wakataka kwenda kuchoma nyumba yenu moto ila, sisi nikiwepo mimi, Kimwaga mwenyekiti kiti, nilipambana ili nyumba yenu isichomwe moto lakini sasa mimi nilifanikiwa pamoja na serikali yangu ya kijiji, ila hao watu waliofanya mauaji ya wazazi wako ndio hawajatambulika mpaka sasa hivi. Lakini mwenyekiti, imesadikika kitu kikishasadikika, mwenyekiti, sio kweli hadi kwamba ni imani za kishirikina mwenyekiti, na ukakubali kabisa, ukatoa kama umetoa ruhusa wazazi wangu waowe kikatili. Mwenyekiti, mbona vifo hivyo ama habari za kusadikika, mbona huku nyuma zilikuwepo na kuna walio wa kikatili kama wazazi wangu, mwenyekiti? Ni kweli, lakini ukisema mimi nimekubali utakuwa unanikosea, kwa sababu mimi nilipambana sana. Kwanza mi nikupe pole, lakini pia nikupe hongera kwa kusimama imara kuanzia kwenye mazishi mpaka hapa tulipofikia. Hakika wewe ni mwanaume uliokamilika, wewe ni lijari, wewe ni mtu shupavu, kwa sababu ingekuwa mtu mwingine asingekuwa amesimama hapa. Kufiwa wazazi wote wawili sio jambo dogo, sio jambo la mchezo mchezo, lakini mimi niko pamoja na wewe bega kwa bega, na tutajua nini cha kufanya. Sawa mwenyekiti. Nashukuru kwa ushirikiano wenu. Kipi nilichokifanya Chris? Ina maana huo ndo mwisho wa furaha yangu? wazazi wangu. Naomba mnisamehe. Nimeshindwa kuwalinda. Ufata ni kazi tu, kwa sababu niki aniambia kwamba wewe ndo mtu pekee ambao utaikomboa familia yangu kutoka kwenye maskini ko. Unahitaji kukomboa familia yako kwenye maskini? Je, uko tayari? Ndio, nipo tayari kufanya kazi yoyote. Ndio maana niko hapa mimi. Niko ninamhitaji mwanaume ambaye ataweza kunipa faraja, yani ambaye ataweza kunipa amani ya moyo wangu, na ikatokea kwamba huyo mwanaume akaweza, mimi niko tayari kumfanya kuwa sehemu ya maisha yangu na mali zangu mimi ambazo mume wangu ameniachia. Uko kama utaweza, faraja gani ambayo unahitaji kutoka kwangu? Mimi ni mcheshi pia, naweza kucheza uchekesha muda wote, kama nikuonyesha, madam? Ndio namuhitaji mwanaume mcheshi, but mwenye mapenzi, yuko na mapenzi na utu, kwa sababu mimi ni mwathirika wa virusi vya ukimwi. hmm? so niko na muhitaji mwanaume mwenye moyo wa huruma. Rudi, umesema ukimwi? Hapo niko na maambukizia virusi vya ukimwi. Sasa nataka hmm. Niko na mwiteji mwanaume mwenye upendo, utu, awe na huruma. Afu nataka kusema nini? Nataka uwe mume wangu. Sababu nilipokuona tu nikasema yes. Karibu na kifo changu nauona mwisho wangu, na, na mzigo wa dhambi zangu nitajibu nini kwa mumba wangu? Nasikitisha kwa macho ya nyama sina yoyote kumpa lawama